Ni musie, kalande musie. Si huko ni nyumbani jameni. Unajua ndugu yangu mkubwa wa Kalonzo wakati yako huko Tharaka Nithi na Meru anasemanga yeye musie. Anasemanga kwa nyumbani. Na tunakubali, hatuna problem. Hakuna mtu amemwambia hayuko nyumbani. Sasa mimi nikiwa hapa, niko nyumbani ama siko nyumbani? <laughs> Si niko nyumbani jameni? Si unaona hata vile naongea kwa starehe? Mtu anaongea kwa sra akiwa nyumbani. Kwa hivyo tukae hivyo, there is no problem. Na siasa isilete uadui na chuki na vita. Tusi, tusikeleleshe wananchi, tusiwe na kuchemsha wananchi kuchukiana, kutupa mawe, kupigana, kwa sababu hatuna nchi ingine. Siasa tu ni mashindano, tukitafuta uongozi. Mwenye anapata anashukuru Mungu na na make sure watu wote hata wale hawakumpigia kura anawasaidia, kwa sababu ni wa Kenya, na anawashughulikia kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu sisi zote. Na ule ambaye hajapata safari hii pia asiwe na chuki, angoje labda siku ingine, pia Mungu atamkumbuka ama namna gani, mbaito eh? si namna hiyo ama mlitaka nikuje hapa kuchochea wananchi hapa Eh? So atuende hiyo barabara, na mimi najua ya kwamba safari hii mimi mahali tutaingia, tutaingia pamoja na wakwamba wote, kwa sababu safari hii hatuwezi kubali hatuwezi kukubali ati twende tofauti, sisi tutaenda safari moja jamani. Kwa hivyo nataka niachie hapo, once again nishukuru Caleb kwa kunilazimisha kufika hapa in person. Ilikuwa nimetumana Kaleb akaniamrisha akaniambia leo ni leo, na nimesalimu amri. Si mimi ni mtu mzuri na salimu amri ya mbunge wenu jameni, ama namna gani? Unajua, wacha tu niseme Uli, unafikiri Kaleb anaweza amrisha kila mtu? Si kuna wengine walikuwa ma deputy president, Kaleb angewaamrisha wakuja hapa wakuje? Hawezi, watamwambia wewe ni nani? Lakini mimi niko na heshima sana na viongozi Kale wakitoa amri, mimi naheshimu, mimi naheshimu viongozi walio wakubwa kwangu, naheshimu viongozi walio wadogo kwangu, naheshimu pia wananchi, ama namna gani? Nimefanya vizuri kufika hapa, nirudi siku ingine, nimekaribishwa hapa tena? Wacha nione kwa mikono wale wanasema nimekaribishwa, wa, wa, wa.